tumeyapata ama kuna somo kubwa tumelipata kutokana na adhabu ambayo wametupatia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu zangu wa Simba, kuwaomba kuwakumbusha na kuwaonya vile vile, ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya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 E, tunao mtandao wa Vodacom e, namba yake ni hamsini na tatu sifuri sita mbili saba mbili lakini tunao mtandao wa Yas ni sitini na moja sabini na tisa tano nne nane, na, na tunao Airtel vile vile tisini na tano arobaini na tano arobaini na tano. Tutachapisha kwenye mitandao yetu mbalimbali yeah.